Please take heart. Tuko pamoja, tutaendelea kukuombea. Mimi sitaki niseme mengi, lakini kwa sababu niko hapa Ukambani lazima niongee na nyinyi Wakamba kidogo. Hi cousins, hi cousins, hi makuzo cousins, hi mumefurahi kuzo wamefika yeah. Makuzo wapendane wasipendane, yeah. waongee wasiongee wapange pamoja wasipange. Najua sisi daktari Kalonzo Musioka, Wakamba na watu ya mlima, tumeenda hasara kubwa sana kwa sababu hatukuwa tunaongea. We are one family, but we never sat together. Any family that does not sit together gets destroyed. ile hasara yote Wakamba mmepata ile hasara watu ya mlima tumepata ni familia kukosa uketi, lakini sasa tumechanuka kama familia, si ndio? yes. we will stay together as a family. Niliona watu ya ODM wakiambia Kalonzo, huu oh, sisi tunataka wewe, lakini hatutaki yule Rigy G. Sasa utaambia mtu aachane wa yeah, na ndugu yake eh? na hao wako kwa Kasongo, kama mnataka Kalonzo, mtoke kwa Kasongo, mkuje mwambie mkiwa hapa ndani Oh, wengine wanakuja kuniambia wachana na hii Kalonzo. Hakuna pahali mtaenda na yeye. Mimi siko na Kalonzo kwa sababu ya siasa. Hapana. Mimi niko na Kalonzo msioka kwa sababu hii ni familia. This is a family issue. Na mimi <laughs> na nataka kuambia Kasongo na watu yake, muachane na familia yetu. Si nyinyi mko na familia zenu? Mnauliza nini familia yetu? Mambo ya familia mtajulia wapi? Si mambo yetu tunaongea kwa nyumba kama familia? Sasa ile tunapanga kama familia huko ndani, nyinyi mtajua wapaga? Huko kwao yeah. Kabisa. <laughs> mimi so, niulize nyinyi watu wetu, baitu eh yeah? Kiongozi wenu ni nani? Iko mwingine, iko mwingine. Na hii chama ya kinakavaloko inatoanga, inatuanga wajumbe kutoka kutoka wapi Mi nauliza huko Machakos Town hii Kasongo anapata wabunge kutoka wapi? na huyu ndio kiongozi wenu. huyu kiongozi ataenda wapi bila askari? Ta, mimi nataka nikiwa hapa kadhiani, si hapa ndio kwa Jeru Mulingi, yule alisaidia Jomo Kenyatta? nyinyi ni waangwana na nyinyi mnajua mambo ya askari kwa sababu ya Mulingi. kama kuna consistency imepatia Stephen Kalonzo Musyoka askari huyu. Mheshimiwa Mbui ni watu ya kadhiani. <coughs> This is a very dependable general. Huyu akiweko Kalonzo analala mpaka anaota, akijua ako sawa. Mtashikilia Mbui, yeah. Mimi naomba watu ya kadhiani mushikilie huyu mtoto, kama mnataka kusaidia Kalonzo, na mujisaidie, mtamshikilia This is a good foot soldier ya Kalonzo. Si ndio? Mimi naomba nyinyi tutembee pamoja. Sisi tumeketi na Kalonzo na Wamalwa na tebea Matiangi na kila mtu. Na tutasikizana, tutoe mtu mmoja. Lakini nyinyi, huyu Kalonzo wenu kama anatukanwa hapa ugambani na akina Kawaya na wengine na mumenyamaza, heshima atatoa wapi kwingine? Si lazima mfalume ashimika nyumbani? Kama watoto wanazunguka huko, wamepewa pesa na Kasongo, wanamtukana na nyinyi mnakosa kumulinda. Lakini hapa Mumbuni North mlifanya ungwana <laughs> hey, at least mulionyesha mnaheshimu kiongozi wenu. Mimi niulize tu, hii safari ni mrefu, na tutatoboa huyu Kasongo. Mi ndio dawa yake, mm. Na tunajuana na yeye vizuri, waswahili wanajuana na nini ha. Mimi ndio nilimsaidia akakuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Nilienda pale Mulima nikasanya 38 million vote, nikampatia kiti ya rais. Kufika pale akakuwa mjeuri. Akanisaliti, akasaliti jamii ya mlima, akatugeuka, akatupiga, akaanza kutuita wa kabila. Siku tulikuwa tunamsaidia, alikuwa anasema sisi ni wangwana. Saa ile tumeamua, tumemalizana na yeye, anasema sisi ni wa kabila. Sisi tukichagua William Ruto, alikuwa Mkikuyu, alikuwa Mumeru, alikuwa Muembu. Sasa anaona sisi kama ni mali yake, kwa sababu tulimpatia kura. Hiyo kura hiyo tulimpatia, tukiamua tupatie huyu Kalonzo atadu <laughs> <laughs> Yeah? Unajua sasa mimi nilimwambia wewe, wewe ile mruto mimi nilikusaidia na watu ya mlima ukakuwa rais. Nilisanya watu ya mlima nikakupatia. Mimi nitawasanya wote vile niliwasanya kusaidia kukupeleka nyumbani <inaudible> yeah. Na yeye yeah, anajua anajua mimi nikiahidi kitu mimi nafanya kwa sababu nilimwambia wewe, utakuwa rais, tutakusaidia na akakuwa. Nimemwambia tutaunganisha watu na Wakenya wengine, utakuwa one time, utaenda nyumbani one way. na ndio sasa, ndio sasa hataki nifanye mikutano, anatuma gunzi kunipiga polisi kila pali, kwa sababu anajua mimi nikiongea na watu huko nyumbani wanasikiza maneno yangu kama dawa. Kwa sababu mimi ni mtu ya ukweli. Sasa jana mimi nimejipanga siku hizi kufika hapo nikaongea na watu 20,000, ndani ya hiyo watu kulikuwa watu kama sasa yeye vile ajui vile ajui ile Wakikui wako pale, ni watu ya Maumau, hawataki fujo na hawataki kutishwa, walipiga mzungu mweupe akarudi kwao. Sasa kati ya mzungu mweupe na William Ruto nani yako na nguvu? Sasa mimi nimesema hata akinikatasa kwenda round Sunday nitaenda kato south pale kwa Uhuru Kenyatta. Nifanye mikutano hapo nikoroge maneno nikoroge, niwache, imeingia laini akitaka kutuma watu tutakutana kwa ground, lakini sasa pia nimeamua because ananitatiza. Nimetafuta njia, Monday asubuhi nimeitisha radio inaitwa Kameme, nitaongea na Wakikuyu for three hours, niwapatie maneno mpaka masikio ikuwe moto, sindio? <laughs> Nikimaliza niite ile radio za Wakamba nipatie nyinyi maneno mpaka masikio ikuwe moto, nipatie yeah. Ni Wakamba, nipatie nyinyi maneno simpatie. Mi nataka nitamwambia, mi nataka nimwambia Wakamba, hii kura yenu is the most dependable vote in the republic of Kenya because huyu Kalonzo akimwambia right, munaenda right. Hata kama yeye haiko kwa debe, last election hakuwa president, hakuwa deputy Alipiga pahali mlimwambia, sindio? Yeah. Hii kura mimi nataka tuitumie yutu vizuri, na hii kura yenu ndio itakuja kuokoa Kenya. Nataka muandikishe kila mtu apate kura, nataka mung'ang'ane, mupikishe kura milioni ine na itafika, sindio? Unajua sisi pale tutaenda kuketi. Mimi nataka kuwa rais, Mheshimiwa Kalonzo anataka kuwa rais, Matiang'i anataka kuwa rais. Huyu yuji na anataka, natebea anataka, maadha karua anataka, okia mtata anataka, kila mtu anataka. Tutaketi pale kwa meza. Kila mtu ajitetee. Huyu Kalonzo atajitetea, si ni wakili? Lakini kwa pahali kwa hiyo vita mtamsaidia. Na hiyo midi nataka nimuibie siri, mumsaidie, he. Atakuja na faili yake. Asema, mimi naitwa Kalonzo Musyoka. Niko hapa. Mimi nilikuwa Vice President ya Kibaki. Tukafanya Vision 2030. Sisi na Kibaki ndio tulete masomo ya bure. Sisi ndio tulete mambo ya mpesa. Mimi sijaiba mali ya mtu Kenya. Alete CV yake ambaye ni nzuri, sindio? Tumuulize sawa, hiyo yote tumesikia, lakini kutoka nyumbani Ukambani umekuja, umejipanga aje, uko na nini? Uko na nini Kalonzo, aze kutapatapa, huo sijui, sema uko na nini? Saa hiyo voter registration itakuwa imeisha. Mwambie wekelea kura zako hapo kwa meza. Ndio tuone kama sikiongezwa zinaweza tosha. So nyinyi msipoandikisha kura, huyu Kalonzo atajitetea namna gani na kwa meza eh? Sasa akija yeye, na milioni moja unusu na mimi niko na milioni sita nitamusikiza? Lakini akiwa na 4 million unasema, "Hey, you are talking now. You are saying something." Endelea. Endelea. Mtamsaidia huyo kiongozi? That is the way to help him. Kama mnataka akuwe the flag bearer ya United Opposition, he must come to the table. Mkimsaidia na kura milioni nne, tuanze kumsikiza. Kwa sababu mwingine iko sawa. Masomo iko sawa sawa. Uwakili iko sawa sawa. Mambo ya ufisadi hana rekodi. Alifanya kazi na mzee Kibaki; all his issues are good. Imebaki tu Mambo gapi? Mtamuokoa? Mtamsaidia? Na mwoko mtaidia? <tipadilio> Mimi nimesikia akisema hapa kikama, mimi naelewa. Akauliza, akishika pembe, mtavumilia mateke? Sindio ndio ameuliza nyinyi? Mtavumilia? Na kikwetu tunauliza the same. Ndani itarua hadhari, mwoko mrejea mateke. Is the same? Hi cousins. Mtamsaidia huyu kiongozi yeah? let me tell you my people, my cousins, hii kitu tumemaliza, inabaki nyinyi. Tumepiga hesabu, imeingiana, tunangoja 4 million votes ya Wakamba. This maneno ya Kasongo kwenda nyumbani is finished, aende one way <laughs> mpira kwenu, mpira kwenu. Unajua huyu Ruto na tharau huyu Kalonzo anasema ati ni mjinga, ati hana akili. Na unajua ni kwa nini mimi nimeelewa William Ruto? Because he is the exact opposite anashindwa Kalonzo ni mtu ya aina gani. Ndio anasema hana akili, akiwa Vice President 5 years, ati hakutengeneza barabara ya kwenda kwake. Kwa sababu Ruto within 3 years amechukua shamba pale Naivasha pale, naitwa Dabibi, ameweka barabara ya 14 kilometers kwenda kwa shamba yake. Hapa Ruai amechukua shamba ya sewage, pahali mavi yote ya watu ya Nairobi ingepelekwa, amechukua hiyo shamba ameweka barabara ya 12 kilometers kwenda kwa hiyo shamba. Pale Taveta iko shamba alichukua 3000 acres. Ameweka barabara ya 74 kilometers. Pale Kiligoris alichukua shamba ya Murumbi Ameweka barabara ya 21 kilometers pale, pahali inaitwa Corel Farm, ameweka barabara ya 11 kilometers within three years. Sasa akiona vile amefanya kutengeneza barabara ya kwenda mashamba yake na miaka tatu, anaona hii, Kalonzo ni mjinga. Sasa nyinyi mnataka kiongozi atatengeneza barabara ya kwenda kwake ama atatengenezea wa, wa, wa Kenya kwenda barabara ya kwao? That is why he say Kalonzo is foolish. Because Kalonzo hajipendi. Kalonzo is not a thief, anashindwa hii. Kalonzo alikuwa vice president, hana factory, hana nini. Yeye ameingia mwaka tatu, amenunua baburi ya yes, simiti, amenunua kampuni ya kutengeneza chuma, amenunua kampuni ya kutengeneza tiles, amejenga magodowns, ame amass wealth in excess of 4 trillion in 3 years will be better off ikue na mjinga kuliko mwizi. Kama ujinga ni kukosa kuiba mali ya Wakenya, afadhali mimi nikuwa mjinga. So mimi nasema msijali, hii matusi yote hii kiburi yote, tariki kumi mwezi ya nane mwaka ujao ikifika saa tatu ya usiku, hiyo kiburi yote itakuwa imeisha. Utasikia imehesabiwa hapa kadharani, sini hapa kadiani, sini hapo polling station inahesabiwa, inahesabiwa, unajua maneno iko sawa. Wewe William Ruto, wewe tukana Kalonzo, tukana sisi, tupige na risasi, tupige hiyo kiburi yako, chuma yako iko motoni. Sisi tulikufanya rais, ndio tutakupeleka nyumbani. Formula ya kufanya wewe rais was more difficult, kukutoa ni rahisi. Unajua kujenga nyumba unajenga mwaka tatu, kubomoa one day. Ukija na bulldozer ni siku moja. It is easier to destroy than to build. Mimi ndio nimalizie nigusie jambo moja ya mashule. Nimeangalia hapa Ukambani. The people of Ukambani, their leaders took time to develop good institutions. Very good educational institutions. Hapa Machakos, Muko na Kathiani Girls. Ni shule maarufu. Tuko na Machakos Boys, tuko Machakos Girls, tuko Tala High School pale Makueni. Hata walijaribu saidi St Joseph Girls Kibwezi. Tuko na Precious Blood Kilungu, tuko Makueni Boys, Makueni Girls, St Alfosa Kisau, St Teresa Boni Girls, tuko Boni Boys, tuko Mukaa Boys, tuko mati... Ma... matili Matiliku secondary school. Ukienda pale Kitui iko Kitui High. Iko St Charles Luanga. Iko Mudale Girls. Iko Kemanga Girls. Umesikia juzi nikilalamika. Hizo shule watoto ya hapa Kathiani. Max ya kuingia hapa Kathiani Girls ni 60. Mtoto wa hapa Kathiani ako na 62 ameomba hapo amenyimwa nafasi. Anapelekwa day school iko Kiricho ni haki hiyo? Na hii shule wazazi ndio walijenga. Mimi nauliza, wale watoto wote wamepita na ameomba shule ya nyumbani ilijengwa na wazazi wake, apewe nafasi kwenda kwa hiyo shule It is wrong. Mtoto hapa kadhiani anyimwe nafasi akiwa na 62 marks, mtoto mwingine atoke pahali ingine akiwa na 45 apewe na sisi hatuna shida na watu ya North Eastern kwa sababu wanapiga kelele ati wajae mashule hii. Tunasema hata North Eastern shule zijengwe, watoto ya ukambani waende huko, wajuane na wale wa Somali. We are saying, kila mtu ajenge wa shule. Wale magavana na MPs ya North Eastern kwa jumla, tangu devolution ikuje, wamepata in excess of 1 trillion pesa ya devolution equalization fund na ya CDF wamekataa kujenga mashule. Pesa hiyo yote wanapora, wanaenda kujenga mall isili, wanaenda kununua apartment Lavington, alafu wanapiga kelele ati watoto yao wakuje wasome hapa Machakos. Sisi naambia watu ya Northeastern, lazima tutetee nyinyi. Kwa sababu mtatetewa na nani? Magavana zenu, MPs zenu, senators zenu wanaishi Nairobi. Nilikuwa nikiwa Deputy President nikitaka kuenda Mandera. Governor, MPs wananiuliza huko na ndege? Nasema ndio. Utubebe. Tunaenda na hawa, nikimaliza tutarudi na hawa. They stay here in Nairobi. Instead ya pesa ku develop Mandera anwajia angarisa, wana develop easily na South Sea. So watu ya North Eastern, Stephen Caloza, Musioka, wa Malawa, watatetewa na nani? Hawa watu wameshikana na kasongo. Pesa yote wameiba. Ukiona ile pesa imepelekwa North Eastern uende huko. Hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna chochote wamejeng, wamechukua pesa wameenda kujenga South Sea na Isili. Sisi kama viongozi wa Kenya ndio tutatetea watu ya North Eastern. We are calling for a special audit on how funds for devolution Equalization Fund and CDF ile imepeanwa Northern Kenya imetumika vipi? Why are there no institutions? Why is there, there is no visible development despite the billions of shillings that have been allocated in those areas? Na so, unajua sasa kwa sababu ni wezi na wanaogopa kushikwa wanaenda kwa Kasongo wanasema tu tamu. Unajua Kasongo ukisema tu tamu hata ukiwa mwizi anasema usishikwe. So it's up to the residents of Northeastern Kenya Waanze kusema one time ndio kasongo apindue fikira zake. So we are going to speak for the people of Northeastern. Those children deserve good schools, they deserve good hospitals, they deserve roads, they deserve water. Mimi nikiongea wanasema mimi ni mkabila. Sasa hiyo wa Somali ninatetea Wasomali, natetea, kwani hawa ni Wakikuyu? Lazima watetewe, because hawa watu wameumiza hiyo watu. So I want to ask the people of Northeastern Kenya, Rigiji is your great friend when mulivamiwa na eh, askari ya somaliland i talked about it wakaondoka i pesa yenu inaibiwa na magavana na mampc na masenata na mamc i will be talking about it mpaka mpate haki yenu you also are part of kenya and the 2010 constitution was very kind to the people of northern kenya they had suffered a lot of marginalization for a very long time the new constitution brought devolution to deal with that imbalance unfortunately for 13 years all that money has been taken by your leaders and invested in personal businesses in the city and south sea somebody must talk to you must talk for you na sisi tumejitolea kutetea nyinyi mimi nikimalizia niseme ya kwamba tung'ang'ane kabisa musiogope musiogope hata kidogo na sisi to strengthen political parties is good for democracy. Please strengthen Wiper. Na musichanganye Kalonzo. Muna mchagua, alafu muna chagulia ya watu ya huko, ya huko, ya huko, watu wa esikiza ye. Mimi ile shida nimepata na Kasongo na Sara. Nilienda arusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu wakaniambia nishuke. Sasa mimi nikaambiwa na wazee: wewe tengeneza gari yako. Wewe ndio driver na logbook ufungie upatie Reverend Okasa kuwekewa sasa. Nyinyi mjenge chama ya Waipa, and the only way Kalonzo can succeed ahead in leadership ni akiwa na watu ya kutosha, MPs, governors, senators, MCs and a Waipa so that he is strong, akiongea na wengine yako na nguvu. Lakini munamchagua, munawekea watu ya kila aina. Sasa kama hawa wana, MPs wengine wako kwa Kasongo wana mulima ndio wanaambia Kasongo ati Ukabani haijafikisha kilo ya kutoa rais na ni Wakamba. Wanaongea juu ya jamii yao ati sisi Wakamba hatutaki kiti ya rais, hatujafikisha hiyo kilo sisi, hatuko tayari kuongoza Kenya. Akina Kawaya, you must deal with those characters in the coming election, muta deal na hawa lakini Wakamba nyinyi muache mchezo. Mimi naona nyinyi you are very good people, you are so kind kwetu wale wote wako na Kasongo, ikifika saa mbili unusu watatangulia Kasongo nyumbani. Na nyinyi, nataka wale wote wanapinga Kalonzo, wale wanampiga na na hii Kasongo, mtawamalizana finally Wachana nae. Wachana nae. Mmesikia mambo ya Singapore? Ni uongo, si uongo? Mmesikia mambo ya Singapore? Ni uongo, si uongo? Munajua ni uongo. Sasa pale kwetu wanakuja kesho hapo Nyeri, pali naitwa Kabiroine. atakuwa na vijana 15,000. Kila moja watapewa 25,000. Hao vijana nimeongea na ao ni watu yangu hiyo 25,000 mkichukua, msaidie wasasi kulipa school fees. Si ndio? msaidie wengine kulipa hospital bill. Si ndio? mpigie Kasongo makofi, akishaondoka mseme one time. Si ndio? Si iko namna hiyo, lakini tumekubaliana akienda any other meeting. Akisema mambo ya Singapore, watu wanaanguka na kucheka, wanamchekelea kwa sababu ni muongo, na mimi nataka hata nyinyi Wakamba akija hapa na uongo mumchekelee. Mtamchekelea? tufanye practice kidogo, tufanye niona kama mnajua kuchekelea mtu ya uongo. Haya, watu ya kaziani, nimefika hapa, mimi najua hamkunichagua, lakini nimejipanga na kina kawaya na wengine, na mimi najua sijafanya kazi hapa Ukambani mambo ya maji bado, mambo ya barabara bado. Najua huyu Kalonzo naona apeleki nyinyi vizuri. Kama angekuwa na mimi labda ningefanya kazi, lakini msijali nyinyi wa Kenya msijali. Najua hii maneno ya bottom up haijafanya kazi. Hiyo mpango ilikuwa jua kali kidogo, sikuwa nimeuda vile nilitaka, lakini vile nimekuwa rais, nimepata wataalamu, nimepanga vizuri. Sasa watu ya Kadhiani, watu ya Machakus, naomba mkiongeza mimi miaka tano hii Machakus na Makueni itakuwa kama Singapore. itakuwa kama Singapore. Simchekelee, itakuwa kama Singapore. hiyo <laughs> ndio dawa ya hiyo mtu, hakuna haja ya kubishana na yeye kwa sababu ni muo. Tumesikizana Wakamba, niagize maredi ya Wakamba tuzungumuze masaa ya asubuhi ama yajioni. Asubuhi ndio mnasikia maneno mkiwa fresh. Sasa huyu senator huyu Kavindu huyu mama namuheshimu sana, ni mama wenu yeah. Munapenda mimi yeah. Munanipenda yeah. Mutu yote ananipenda hapa Machakus. Huyu mama ni kifukuzwa ofisi, aliitwa na Kasongo akapewa milioni ishirini anifukuse, akakata 20 million. So mimi ile mutu yote ananipenda Mpatie huyu mama kura, aendelee kuwa senator kwa sababu, sasa ukiona mtu na kata 20 milioni, muungwana si muungwana. Mtamsaidia? yeah. Mtamsaidia? yeah. Na usilie mambo ya maharagwe na mchele na nini, mkule tu, lakini mkue kiafu, pesa chukueni. pesa mchukue hii maharagwe na mchele tuko na wasiwasi kidogo Iko wazee pale kwetu Laikipia, wamekula hii mchele, wanarudisha ripoti ya kwamba transformer imezimika. Mumezikia? <laughs> <Yeah? laughs> Mutachugana. <laughs> Mutachuga na hiyo mchele na maragwe, ii mchele na maragwe ya Kasongo hiko hatari, mukue kiafu. Na pesa mukichukua, musipeleke nyumbani Usichanganye na ile yako, hiyo pesa iko na laana, iko na damu ya jenzi. Hiyo pesa mukuleni pale sokoni na mulipe madeni ya Shailok, na usinunue mbuzi, na usipeleke mtoto shule hata pita. Hiyo ni pesa ya kukuliwa soko, eh, mukue kafu pale mlimani. Nimesimamisha hiyo maneno ya hiyo maragwe, wase wameniambia, mkubwa wetu, hii maragwe imetuhumiza, simamisha, simamisha, kwa sababu hatujui Imewekwa ni hii maharagwe, watu napiga laini for seven hours. Mheshimiwa Kalonzo kungoja kutoka asubuhi mheshimiwa afike, unapewa kilo moja, anangoja seven hours kuiva hivi haraka, inachemuka ina, ina masaa ine hiyo ni masaa kumi na moja masaa kumi na moja, ukienda kibarua, si utanunua maharagwe? Ni ujinga, si ujinga? <laughs> Asanteni sana watu wetu ya Kadhiani, mutakuja kutembea wamunyoro <laughs> mtakuja kutembea wamunyoro. Huyu Kalonzo Musioka, nitembee naye na mimi, sijawahi kutembea na timu haishindi. Mukiniona mimi pahali niko hapo, ndio ushindi huko. Huyu Kalonzo Msioka, huyu Ruto wanakosea heshima anamwita mjinga na kumdharau kwa majaliwa Mwenyezi Mungu atarudi hapa nyumbani na heshima. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Asante viongozi wetu kwa wakati huu, bila kupoteza wakati Nitaomba CMA tafadhali njoo hapa. CMA please. Dakika ni moja. God is good. And all the time. Kwa sababu ya wakati maybe my our parish moderator can uh, remark for us and uh, we finish.